Vijana wa Tanzania wale ambao wako kwa maandamano wameenda kwa store ya mapolisi wakachukua uniform ya mapolisi. So sahii wanamandamana na hizo uniform kwa street, barabarani zote penye wanamaandamana. So kujua huyu ni polisi na huyu si polisi ni ngumu sana, labda tu wale ambao wanamandamana pamoja nao ndio wanawajua. Lakini polisi hajui sasa, yule polisi original ni yupi, na kijana mwenye ako na uniform, na yeye si polisi, haijulikani. So mapolisi wote sahii wameambiwa, wamepewa advice. wakae indoors, wakae indoors kwa sababu sahii huwezi jua polisi ni gani, raia ni gani. <laughs> Mama Samia Suluhu Hassan <laughs> Mama Samia Suluhu Hasan, umeona maneno bana! <laughs> So yani, saa hii hata polisi za polisi wa Tanzania, watanzania saa hii wanaogopa kutoka nje. Vile tunaongea wanaogopa kutoka nje. Ile kafyu walitangaza jana, wameshindwa <laughs> waweke kafyu. Wamwekee nani kafyu? Na kila mtu ako na uniform so najua kesho bado kuna maandamano Tanzania, tutaona hiyo ya kesho wamefika <laughs> nayo <iwa. laughs> kumbe, vijana wa Tanzania ni wanoma, wanoma hey, wale wale ni plus millennials. Wale ni plus so wanomawalwanomaasomikitunaweza wambia watu wa Tanzania, vijana eh, mjuane mjuane, hata kama mwenzako amefaulu amepata uniform ya maaskari uniform ya polisi Mjue huu ni mwenzako sawa? E, mjue kwa sababu hiyo maandamano yenu bana imeenda level nyingine yenye. <laughs> So najua Mama Samia Suluhu atashuka, Mama Samia Suluhu atajiuzulu. Najua ikifika day 5 kesho, si ni day 3? Kesho ni day 3. Ikifika day 5 ya maandamano, utaona Wanajeshi wa Tanzania watachukua uongozi na mama Samia Suluhu ataambiwa akae kando, na akikataa atashikwa, atawekwa kwa baraka. Thank you very much, watu wa Tanzania. Thank you very much, wa Kenya. Thank you very much, Waafrika wote. Kumbuka kunifollow, asanteni sana kwa majina. Mimi naitwa William Jahoma.